Hizi hapa ndizo AI tano, kwa ajili ya kujenerate picha. Kama ni mtu ambaye ulikuwa anatafuta AI hizi, basi leo nimekusogezea hapa na jinsi ya kuzitumia, bila kusahau kusubscribe. AI ya kwanza bwana ni Midjourney. Hii AI inatengeneza vid... image vizuri i Ia ni ai ambayo inakutengenezea text halisi kabisa, yaani tofauti na ai zingine ambazo unaweza ukazipa prompt ya kutengeneza image na ikatengeneza text ambazo sio. Sasa Midjourney ni ai ambayo inaweza kukutengenezea text teti halisi na image ambayo ipo vizuri. Yani itakuwa inaonekana vizuri sana, wanaita artistic look. AI ya pili ni Leonardo AI. Hii AI ni ya pili kwenye kwenye utengenezaji wa picha. Kwanza, hii inakutolea picha ya uhakika zaidi cha pili hii AI AI ni ya free, japokuwa ina free trial kwa wale ambao wanaanza. Kingine, Leonardo AI inaweza ikatengeneza poster kwa wale wazee wa graphic design, unaweza ukatengeneza poster kali kabisa, wazee wa gaming art, wazee wa fashion kama unauza kitu unataka una, una ufanye matangazo basi Leonardo AI inaweza kutengenezea kitu ambacho ni wa. AI ya tatu ni Playground AI. Hii AI ni nzuri kwenye kuedit. Yaani, kama picha yako haijakaa kwenye mwonekano, unaweza ukaipa picha ukaipa na prompti, yani prompt na editing, na ikaongeza ubora kwenye picha yako. Pia hii AI ni nzuri kwa wale wazee wa grafic almost zote ni nzuri kwa watu wa grafic ila, hii ni bora zaidi kwa wale wazee wa kuboresha picha. Kama unataka picha yako ionekane ina ubora, basi unaweza ukatumia Playground AI. Bila kusahau kusubscribe, hakikisha unasubscribe, na mwisho wa hii video nitakuonyesha jinsi ya kupata hizi AI zote Free. Uh, AI ya 4 AI ya 4 ni ni Blue Willow. Hii AI hainao tofauti sana na AI ya kwanza kabisa Midjourney. Hii AI kwa ajili ya kutengeneza poster, kuboresha picha, na sana sana huwa ikosei sana kwenye kutengeneza teksti kwenye picha kama unataka kutengeneza posta yako, hii AI ni nzuri sana. AI ya tano ni Open AI, ikimaanisha kwamba Open AI imejumuisha ChatGPT imejumuisha Bing kwa ajili ya image image generator. AI hii ni uhakika kwa sababu OpenAI sasa hivi AI, AI inafanya vizuri kabisa kwenye ChatGPT hasa kwenye GPT-4 au GPT-5. Uh, inafanya vizuri kwenye text na kuboresha picha zaidi mpaka uh, hapo eh. Sasa naenda kuonyesha jinsi ya kupata hizi AI zote free, kisha unaangalia kwenye description, imekuekea link ya hizi AI zote na utaangalia ipi ni bora kwako, na utajaribisha jinsi ya kuzitumia. Bila kusahau comment, kama kuna AI tumeisahau wewe unaiona ni bora zaidi, tuweke hapo chini tuangalie wote. Asante.